Na na na shirika la Floresta Tanzania limeandaa mijadala ya wanawake kwa kuwakutanisha wanawake wanaoishi vijijini katika mkoa wa Kilimanjaro. Mijadala hii imewakutanisha zaidi ya wanawake tisini kutoka wilaya za Rombo, Moshi, Hai, Siha, Mwanga na Same. Kiongo? Ah, wa kupitia mijadala hii wanawake wamepata nafasi ya kushirikishana uzoefu, kujengeana uwezo na kujadili changamoto zinazowakabili hasa katika nafasi za uongozi, utunzaji wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Mamlaka, imada na imili. Kwa hiyo tunapokuwa viongozi lazima ukubali kwamba kumiliki kwanza kile ambacho unacho, ili utakapoenda kukitoa na wengine tuweze kukua. Nini kile unachofanya, nini unatupa ambayo inaweza kumkomboa mwanamke kutoka kwenye zile mila kandamizi, ambazo hawezi kunani, hii hawezi kumiliki mali au hawezi kumiliki hata kiwanja. Washiriki wa mjadala hii wamesema imewajengea ujasiri wa kusimama kama viongozi thabiti kwenye jamii, wameahidi pia kulea mabinti wenye kujiamini kwa kuhakikisha wanapata elimu bora ili wawe viongozi wa kesho. Yani, kwenye mdahalo wa leo umenifundisha mimi mwanamke kujiamini na umenifanya mwanamke, yani umenitoa mahali ambako nilipokuwepo nisiwepo hapo tena, nisimame imara mimi kama mwanamke na nijiamini na umenikutanisha na wanawake wengi kujifunza mengi. Shirika la Floresta Tanzania linaamini kuwa kuwapa wanawake nafasi ya kujifunza na kuongoza ni msingi wa kujenga jamii imara, shirikishi na endelevu. Sikuwa naelewa kwa upeo mkubwa hivi kwamba mwanamke anatakiwa afanyeje ili aweze kuwa kiongozi katika jamii, hata katika ngazi mbalimbali za kijamii. Kwa hiyo mimi hapa na, nimefurahi kwanza, kwa sababu angalau hata nikimwona mwanamke anayetaka kufanya na nafasi ya uongozi na ushawishi naweza nikampa ushawishi mkubwa na nikampa mafunzo pia, kwa sababu hapa nimepata mafunzo na mimi naweza nikatoa mafunzo kwa wale ambao labda hawakubahatika kupata mafunzo kama haya. Mambo ambayo tumeipata hapa leo, basi ikatusaidie kuboresha mambo yetu kule, mm -hmm. Nyumbani tumeongelea vitu vingi, tumeongelea habari ya ujasiri na kujiamini, tumeongelea habari ya kujiinua sisi kama wanawake kwenye mambo ya uchumi, lakini pia tumeongelea habari ya kutengeneza nini jina ili kitokea nafasi ya uongozi basi mtu aweze kuwania na kufanyaje, na kuipata. Basi haya sasa ambayo tumepeana kama mafunzo tukayatumie.